Kwa majina naitwa Dkt. Muhamedi Fadhili Mwabumba, ni meneja wa kanda nyanda za juu kaskazini mashariki wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Tumeweza kufanya mafunzo kwa maafisa ugani wa wilaya ya Longido kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Longido pamoja na taasisi ya CSRT ambao wao wanashughulika na kuwasaidia wananchi kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, hususan katika wilaya ya Longido tumekuwa na mafunzo mazuri yanayohusiana na utabiri wa hali ya hewa, jinsi utabiri unavyotolewa, tathmini ya utabiri wa hali ya hewa inavyofanyika, na pia tulifunzishana juu ya utabiri wa masika ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano, ambayo inatarajiwa kuanzia mwezi huu Machi mpaka mwishoni mwa mpaka mwanzoni mwa mwezi wa Mei. Katika mafunzo hayo, kwa siku mbili za mwanzo tulikuwa na maafisa ugani, tuliwafundisha vizuri taarifa za hali ya hewa, na ka tuka pamoja tukachakata juu ya matokeo yanayoweza kutokea kutokana na utabiri uliopotabiriwa na kutoa ushauri unaweza kuwasaidia wakulima na wafugaji katika wilaya ya Longido. Kwa siku ya tatu tulikutana na wawakilishi wa wananchi kutoka vijiji mbalimbali vya wilaya ya Longido ambao nao tuliwapatia elimu hiyo pamoja na ushauri unaopaswa kufanyika kufuatia utabiri uliotolewa. Hii ni katika kuhakikisha kwamba utabiri unaotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini unamfikia kila mwananchi, na pia kuhakikisha kwamba kila mwananchi anafaidika na uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan katika miundombinu ya hali ya hewa na kuhakikisha kwamba taarifa sahihi za hali ya hewa zinapatikana kwa maendeleo endelevu ya nchi yetu katika sekta mbalimbali kuanzia -mbali, za kilimo, ufugaji, usafiri na maisha ya binadamu kwa ujumla katika nchi yetu ya Tanzania kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. UCRT inaona kwamba kuna umuhimu wa wafugaji wa kupata taarifa za awali au taarifa za mapema ya namna gani ya kukabiliana na changamoto au e, madhara yanayotokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo, tunaona kwamba mdau ambao kwa mujibu wa sheria za nchi hii amepewa mamlaka ya kuweza kutoa taarifa hizo ni Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania ambayo kuanzia juzi E, walikuwa, walikuwepo hapa wilayani na walikuwa na wataalamu wetu kutoka ngazi mbalimbali za kata na, na hapa wilayani wakiwa waki, wakipitia taarifa hizo za, za utabiri wa hali ya hewa kwa mfano e, utabiri wa hali ya hewa kwa kuanzia E, kipindi cha vuli mwaka uliomalizika n yani, e, robo ya mwisho ya, ya, ya, ya, ya elfu mbili na ishirini na nne lakini hata hivyo, leo toka juzi vilevile wamekuwa wakipitia utabiri wa hali ya hewa wa msimu wa masika ambao ni Machi Mei elfu mbili na ishirini na tano na e, wao wamekuwa ni kama sehemu ya mafunzo ni kwamba tabiri zao zinatoa tahadhari zipi ili wananchi waweze kupata. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba viongozi wetu au wataalamu wa ugani wameweza kujua kwamba wakati mvua zinakuwa za wastani hadi juu ya wastani, ni tahadhari zipi ambazo wanatoa kwa, kwa wafugaji wetu na wakulima wetu, au pale mvua zinapokuwa za wastani hadi chini ya wastani, kwamba ni tahadhari zipi ambazo inazita, zinatakiwa zitolewe kwa wafugaji na kwa wakulima. Kwa majina inaitwa Reginald Joseph Lyakurwa na Samfugo mfugo. E, tunawashukuru sana ndugu zetu wa CRT pamoja na TMA kuletea mafunzo haya ya utabiri wa hali ya hewa, na hasa mwenendo wa mvua wa kipindi hiki cha masika katika wilaya yetu ya Longido. Elimu hii ni elimu ya muhimu sana hasa ukizingatia sisi kama maafisa mifugo na maafisa kilimo na maafisa ugani wote kwa ujumla wetu, tuko karibu zaidi na jamii katika maendeleo ya shughuli za maendeleo za mifugo pamoja na kilimo. Sasa tunapopata taarifa hizi za utabiri, zitakuwa zinatusaidia sana sisi, ili kuweza kupata na kufahamu nini cha kuweza kuwashauri wakulima na wafugaji wetu kuendana na kiwango kile cha mvua ambacho kinakuwa kimepatikana. Kwa hii sisi kama maafisa wa mifugo pamoja na kilimo takachofanya ni kutafuta mbinu mbalimbali ikiwemo mikutano ya hadhara pamoja na shughuli za kila siku katika kuwatembelea wakulima na wafugaji kwenda kuzungumza nao na kuwapa ushauri elekezi wa nini cha kufanya ili waweze kufaidika au kuweza kukwepa madhara ambayo yanaweza kuwa yamejitokeza kutokana na kiwango kile cha mvua.